Mimi hata nikienda kwenye misiba, hmm. Yaani utakuta watu wanakaa wana, ndo huyu hey. Ndo huyu huyu hey. Ndo huyu huyu hmm. Lakini kuniuliza waniulizi hmm. Lakini kama wengine wananiita hmm. Feti hey, utamuua yule kijana, yaani wananiambia hivyo, kile ambacho nakigiza ni maisha yako? Hapana hmm. Ah, siwezi siwezi hmm. Ya yule, yule feti yeah. Lakini sio Fatuma, maana mi Fatuma, lakini yule ni Feti. Ni sehemu ambayo bosi wangu kaniweka nifanye vile, ndio nimefanya hivyo, lakini siko vile. Ulishawahi kuyafanya yale ambayo unayafanya kwenye tamthilia kuyafanya kwa kiwali, maisha ya kawaida sasa? Hapana, siwezi siwezi. Mimi kwanza na... wa... na... wa... na mtoto mmoja, lakini mtoto huyu kazaa kazaa, watoto wa kiume ni wajukuu zangu Ehe, akiniona kama mfano wewe ukiniona na mwanaume kama yule utanielewaje mimi? Kuna watu wanasemaga kwamba awa mama wamezoea labda ndo mambo yao mitaani huko. Hapana, kwa mimi hapana mm, sio kweli tunoke <tipulia> <tipulia> e bwana miongoni mwa wahudhuriaji ambao wamesema tuwezi kulala, wacha twende tukamsindikize Catherine akiwa ana, anaadhimisha kumbukizi kwa maana kwamba siku yake ya kuzaliwa ni mama yangu hapa, Bifeti ama Feti, mmoja kati ya watu ambao kwenye tamthilia ya Dunia wana kijiji chao. Kuna watu wanapenda vile ambavyo yeye anaigiza. Ukizungumzia Bifeti unamzungumzia mtu mmoja anaitwa Jordan. Bifeti, shikamoo. Marahaba pia kwema kabisa, kwema. Binafsi nimefurahi kukutana na wewe. Nimekuja ni, ni mara zao ofisini kwenu lakini sijakukuta, eh, kutokana na mambo ya familia ya nyumbani. Ndio hivyo hatukuoni sasa hivi kwenye Dunia. Yaani bosi mwenyewe hey. Bosi mwenyewe mipangilio yake, kwa sababu Jordan, kwanza mara ya kwanza alikuwa mamake anaumwa, akaenda zake Tanga, aliaga. alipokuwa mamake amepona, yeye akarudi, mimi nikapatwa na matatizo na rafiki yangu yule mkubwa mwenzangu, na yeye hey. hey. mke mwenzako <laughs> maana si mkubwa mwenzako, ni mke mwenzako hey. na yeye ak akawa yuko kwenye Kombolela kwa hiyo tukawa tumepishana. mm. mm -hmm. Kwa hiyo sasa hivi ndo nimerudi rasmi. mm -hmm. Sawa. Kuna kazi nyingi ambazo umezifanya natamani nifahamu dunia kwako unaipa thamani kiasi gani? Yaani ninaipa thamani kubwa. mm. Kama nilivyofanya maneno ya kuambiwa, maneno ya kuambiwa na yeye iliiti kama inavyoiti. mm. mm -hmm. Kwa hiyo nashukuru Nimetoka kwenye maneno ya kuambiwa nimekuja, nimetoka kwenye binadamu wabaya, wabaya nikaja nikasizi hapa katikati yeah. Lakini sasa hivi nashukuru nimekuja kwa, kwa bosi wangu nashukuru oh. Yani amenifikisha sehemu fulani, mm. Maisha ya dunia dunia imekuwa kila mtaa unakopita dunia ni wao ni, wow. Ni ninyi tutuseme tuseme na mpaka sasa hivi naulizwa mbona sikuoni? kama miezi mitatu mm, sijaonekana yeah. Na ukisha mwezi huu utakuwa mwezi wa nne mm. hivi mtaani kule ambapo unaishi vi, vidole vinakuoneshaje, vile ambavyo watu wanakuona kwa yale ambayo unayaakti una kwenye Dunia, yani ni kwambie ukweli mm. Kikawaida sio mimi sio mwenzangu mm. mke mwenzangu tufanye hey, yani tukitoka lazima tuvae barakoa ah. na, ni, niia lazima tuvae kama mm, ukenda Kariakoo ukenda Tandika sijui ni kwa watu wengi wengi mm. ni hivyo. hata kama ukenda kwenye mashughuli mm. ni hivyo. Ilishawahi kutokea somewhere someday kwamba ulipita sehemu kwa yaani, watu tafurani yeah. ka e, wakubwa mpaka mkafika toa kufanya kama hivyo yaani, kushangaa watu, hiyo mara nyingi sana mimi hata nikaenda kwenye misiba mm. yaani utakuta watu wanakaa wana huyo ndo huyu huyu, lakini mm. kuniuliza waniulizi lakini kama wengine wananiita mm. Feti mm. Hey, utamuua yule kijana mm. naniambia hivyo. <laughs> mm. <laughs> Eh, kile ambacho nakigiza ni maisha yako? Hapana mm. ah, siwezi siwezi mm. ya, yule yule Feti mm. lakini sio Fatuma maana mm. mimi Fatuma mm. lakini yule ni Feti mm. ni sehemu ambayo bosi wangu kaniweka nifanye vile ndio nimefanya hivyo lakini siko vile. Umeshawahi kuyafanya yale ambayo unayafanya kwenye tamthilia uyafanya kwa maisha ya kawaida sasa? Hapana, siwezi siwezi, siwezi. Mimi kwanza na, na, na, na mtoto mmoja lakini mtoto huyo kazaa kazaa watoto wa kiume, ni wajukuu zangu. Hehe. Akiniona kama mfano, wewe ukiniona na mwanaume kama yule, wewe utanielewaje mimi? Kuna watu wanasemaga kwamba hao wamama wamezoea, labda ndo mambo yao mitaani huko. Hapana, kwa mimi hapana, mm, sio kweli, sio kweli, siko hivyo. Kara karakta ambayo unaifanya ni ngumu, hujawahi kufanya. Baba Asma siku ambayo anakuambia kwamba Feti utacheza hivi, ulijisikiaje? mimi ni msanii mm, siwezi kukataa kitu nachopewa na bosi wangu mm. Ukiambiwa uingie chooni utaingia, ukiambiwa ufanye hivyo utafanya. Kwa hiyo uwezi kukataa kwamba mimi ni mipangwa sehemu fulani nikatae kwamba mimi hiyo siwezi, sio kweli. Labda ni kitu kimoja tu naweza nikakataa. Univalisha kimini, mimi kwa kweli nitamwambia bosi hapana, siwezi, kwa sababu nishakuwa mtu mzima. Ni sio kweli, lakini kama ningekuwa kijana ah, mi ningevaa eh familia una familia bila shaka, watoto kama ni mume tuseme, eh, mume una, wanakuchukuliaje kwa vile ambavyo umeact kwenye Dunia wale sio? Wanajua kama mwanangu mimi alikuwa msanii akaacha, anajua huyu mama wangu anafanya sanaa ndo biashara yake ndo kazi yake, lakini sio kweli, anafanya hivi, hajawahi kuniona hawezi kusema kitu chochote, na sijawahi kumsikia hata siku hii, hata wajuku zangu sijaona kusikia hata siku hii kuniambia hivyo mm. mm. Kuna mtu anakusema kwa vile ambavyo unavyoigiza anakusema kwa karakta yako, unajisikiaje? Ah, najisikia raha kwa sababu si amefurahishwa na vile navyofanya, eh, nasikia raha mm. Kuna kitu mimi ninajiulizaga Dunia, tamthilia yenu imekuwa kubwa sana kule mitaani ambapo sisi tunatoka. Huwa mnafanya nini ambacho wengine hawafanyi? Yani hili swali ambalo natamani kila mtu, yani watu wajifunze kupitia nini, huwa mnafanyaje? Yani sasa hilo swali ukiniuliza mimi itakuwa gumu. Hilo swali analijua mwenyewe mtunzi, Baba Asima, Baba Asima. Hey. Na director ndo yeye. Hey. Na kila kitu ndo yeye. Sasa ukiniuliza mimi nitashindwa kukuelezea. Babaasma anajua kutunga. Anasumbua. Tuna mkubali sana watu wanasema kwamba itaishaje? Yaani ikiisha leo kila wiki na kuwa ni kuna kisa kipya mm. Ni kweli hicho ni kweli. hey. kuna mtu ambaye ushakuishi naye na kichwa kama cha babaasma Kitale. Kitale. Kitale. mm -hmm. A kuambiwa na ndo mwenyewe alimkubali Kitale ah. mm -hmm. kama huwa wanashia wana, wana vitu fulani fulani hawa. Mimi katika maneno ya kuambiwa au binadamu wabaya. hata mwenyewe baba Asma alisema mimi siku alioniona, mm. Aliniambia mimi nilikuwa shabiki yako sana. Aha. E, kwa hiyo kazi za Kitale alikuwa anazipenda. mm. mm. Na anavyofanya Kitale na anavyofanya baba Asma, kwa sababu yule akupi script. mm. Kitale hapo hapo anakuambia, mm. unafanya. mm. Na baba Asma iko hivyo akupi script. mm. mm -hmm. Sijakuona kwenye samani, asante. Siwezi kurudi tena kule. Hauwezi kurudi kwa Kitale? Siwezi kwa sababu baba Asma ameshakwambia uendi popote umefika, ama? Ah ah, hajani yeah. hajaniambia nisende popote hmm. lakini mimi mwenyewe katika nilipotoka kwa Kitale hmm. nikakaa kwa muda mrefu hmm. nikafika kwa baba Asma hmm. nakanipokea vizuri hmm. natafuta nini na na na na na au hangaiki. Ni hata si hangaiki. Unachokitaka unakipata. Inapatikana. Nilijua labda umetoka kwa ugomvi kule labda. Ah, sijatoka kwa ugomvi. Hatujagombana mimi mm. na Kitale. Yaani ninavyoishi na baba Asma mm. na Kitale ni niishi naye hivyo hivyo. Mama mama ananisamini na, kama mama Kenza mm. na baba Asma hivyo. Muda mdogo tumalizie. Unahisi maneno gani mazuri anastahili umwambie baba Asma vile ambavyo amekutengeneza mpaka umekuwa hivi? Yaani baba Asma kitu anachotufanyia sisi wasanii, asirudi nyuma, azidi kwa sababu kuna mimi, siku zimeshafika jioni, umenielewa? Muda wote mimi sikufa mtu, wote anakufa, mkubwa au mdogo, lakini wakija wa wengine chipukizi, awafanye kama sisi alivyotufanyia, nenola, eh. <coughs> Mwisho Jordan, unampenda kweli? Anakusumbua? Jordan ananisumbua sana. Mwisho leo nimempigia simu nikawambia, kitu gani hata kunikumbuka, unikumbuki? zuka leke keki. Ay, asante.